Waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Majaliwa Kasim Majaliwa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kaimu mkuu wa mkoa Dar es Salaam, Engineer Everest Nikiro, uh, Treasurer Registrar Mwana Isa kutoka China, mwenyekiti wa bodi ya Urafiki, Management ya Urafiki, mkuu wa wilaya, kamati ya ulinzi na usalama, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, na kwa kipekee wafanyakazi wa Urafiki, habari ya mchana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kazi yangu ni ndogo, ni kukaribisha kusudi uweze kuongea na hadhara hii lakini ningependa niwaeleze wafanyakazi wenzangu, mliozungumza nimeyasikia. Dhamira ya serikali ni kuhakikisha kiwanda hiki kinafanya kazi, ndiyo dhamira ya serikali. Tunaweza kuwa tuna kuanguka na kusimama, lakini maelekezo ya serikali na leo Mheshimiwa Waziri Mkuu yuko hapa, ni kuja kuhakikishia kwamba yeyote anayehusika yeyote atakayekuwa mbia, sisi tunachotaka kuona ni kuona kiwanda kinafanya kazi, na kufanya kazi kwa kiwanda cha Urafiki tunakipima kwa idadi ya wafanyakazi. Ndivyo CCM tulivyoahidi, na ndio maana wako hapa. Kwa hiyo muwe na imani, mmekuwa vumilivu sana, nimewahi kuja hapa. Yote tuliyoyaona leo na taarifa yangu mimi nimeshaiwasilisha kwa wakubwa zangu, mheshimiwa waziri mkuu anayo. Kama ni salamu za kuwapa na siyo nyie, salamu za kuwapa wale wabia. Unajua, unapotaka urafiki na mwenzio basi, unataka ukiwa na shughuli basi angalau akuletee chungu au jambo. Sasa unapokuwa na rafiki unayemtegemea una shughuli aje, sasa hapo unajiuliza mara mbili. Kama nilivyosema shughuli sio yangu. Naomba nichukue fursa hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikukaribishe uje uzungumze na wanaisawa.